wananchi wamtambue mgombea ambaye anaenda kugombea hiyo nafasi ya uongozi ambaye ana uwezo wa kuweza kuwasimamia na kuleta maendeleo katika mkoa wetu wa Morogoro. Lakini rushwa ikitembea, michezo michafu ikifanyika, watu wakirubuniwa kwa pesa, kwa vifaa, kwa sijui nguo na nini na nini, watu wanapofushwa macho, hata waandishi wa habari wanapofushwa macho, kalamu zitateleza hatutaweza kuandika na kutenda haki, matokeo yake tutawapamba wasiopambika ambao hawafai na tutawaziba, tutawafukia wale ambao wanafaa. Uongo, jamani? Yeah. Wanahabari, kwa maana hiyo semina hii ni pamoja, ni katika kushirikishana jukumu letu kama tulivyosema kwenye slogan yetu, kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu. Tutimize wajibu wetu. Kwa hiyo waandishi wa habari wanaweza kushinikiza na mabadiliko yakafanyaje? Yakatokea. Lakini bado waandishi wa habari nyinyi ndio sauti ya wasio na sauti. Nyinyi ndio jukwaa la wasio na sauti ambao sauti zao hazisikiki. Kipindi kama hiki nakumbuka kuna kipindi hapa kulikuwa na kipindi jimbo kwa jimbo. Nadhani wetengeneza. Bado turudi katika live yetu. Tunaweza tukasema jimbo kwa jimbo. Tunaizungumzia taifa. Lakini sisi tuko katika mkoa wetu tunakata kwa kata. Je, tutafanya hiko kitu pili? Je, changamoto za hizi kata nani ataziweka nini hadharani, ili hata basi anayegombea ajue, anaenda kuona kata ya kugombea katika kata ya aina gani? Mara nyingi tunachukua nafasi ya udiwani kama yani, tutazungumzia hata hizi pilika pilika zikianza, mara nyingi tunaangalia ubunge na urais lakini tunasahau sisi tunaishi katika kata, yaani madiwani ndio wanaoangalia ambao tunategemea wazione barabara zetu mbovu, ambavyo wazipitiki mvua zikinyesha. Hawa madiwani ndio wanaoenda kutengeneza baraza la madiwani, ambayo ndio bunge katika halmashauri zetu. Lenyewe ndio litaweza kutoa mipango ya maendeleo katika kata zetu.